Yo, leo ndo siku ya mchezo kati ya Tabora United dhidi ya Young African ambao utapigwa pale kwenye dimba la Al Hassan Mwinyi Tabora ambapo tunafahamu mchezo wa kwanza uliisha kwa Young Africans kufungwa bao tatu kwa moja katika ardhi ya Dar es Salaam. Huu ulikuwa ni mchezo wa mkondo wa kwanza wa ligi ya NBC Tanzania Bara, na Young Africans wamesafiri na wamepata mapokezi makubwa sana pale Tabora na kuelekea mchezo huu ambao umevuta hisia za watu wengi sana, na huenda ikawa ni moja kati ya michezo ambayo itatazamwa na watu wengi sana kila kona ya Tanzania, lakini Afrika Mashariki kutokana na matokeo ya awali ya mchezo wa kondo kwanza kati ya Young African na Tabora United. Sasa ukiachana mapokezi makubwa ambayo Young African wameapata pale Tabora, lakini kingine ambacho kinazungumzwa kwa sasa ni kauli ambazo alizitoa msemaji wa klabu Young African Ali Shaban Kamwe kuhusiana na timu ya kuhusiana na mkuu wa mkoa wa Tabora baada ya kutoa ahadi yake kwa wachezaji wa Tabora United kwamba atatoa milioni 60 endapo Tabora wakimfunga Young African, lakini akatumia neno kwamba anafahamu kwamba Young African atakuja kwa kiherehere hivyo, hiyo ilionekana kumkera sana wasemaji wa Young African Ali Shaban Kamwe na akazungumza mambo mengi sana kuhusiana na mkuu wa mkoa moja. Kati ya vitu alivyosema ni kwamba hakuwa kimfahamu hata jina lake, hivyo aliuliza wananchi kwamba anaitwa nani? Wananchi wakasema Chacha, kama ambavyo unajua, akasema sasa Chacha Jumatano atachacha. Umeona, sasa watu wengine wamechukua kauli hiyo tofauti na kuzungumza kwa baada ya kumuomba mheshimiwa rais kwamba umemleta mtu afanye kazi lakini anatudhihaki sisi Yanga African. Watu wengi wamechukua katika mrengo tofauti, kwa kuona kwamba pengine Alishaban kamwe anampangia Mheshimiwa Rais kazi ya kufanya na wengine wakienda mbali kama msemaji wa timu ya Tabora Bi Christina Mwagala yeye akiitoa masaa 24 kwa Ali Shaban Kamwe kuweza kumwomba radhi. Tunafahamu kwamba mkuu, um, wa mkoa ndo kiongozi wa ulinzi na usalama wa mkoa husika. Hivyo ana mandate hata ya ya kusema anamchukua Ali Kamwe na na, na kumweka ndani kwa masaa 24 na, na alikadhalika na vitu kama kama kama hivyo. Sasa hicho ni ni kitu ambacho kimekuwa kina trend sana kwenye mitandao ya kijamii. Watu wengine wengine wakiona kama Ali Kamwe kazingua lakini wengine wakichukulia kama ni football, ni kauli tu za pale ni ndugu Paul Christian Makonda. Je, angeweza kuzungumza maneno ambayo alizungumza pale Tabora? Au ni kwa sababu mheshimiwa Paul Chacha yeye labda hana jina sana. Ni hicho tu ambacho nilikuwa natamani uniambie. Na kama kuna boti utapanda boti ya nani kwa sasa kati ya Alikamwe lakini pia RC wa pale Tabora? Chacha unafikiri ni boti ipi unapanda, unakaa upande gani mpaka sasa hivi kuhusiana na vile ambavyo vimezungumzwa? Tuandikia hapo chini kwenye comment section. Usiache ku like, share pamoja na kusubscribe. Hii hapa kuitwa Fay TV, mimi naitwa Nadi Dadi Charu, tunaitaga Wiz Snadi Junior, nipate hivo Instagram, TikTok, Facebook as well hivo hivyo, kama Wiz Snadi Junior.